Katibu Tawala wa Mkoa wa Singida Dr. Fatuma Mganga ameyasema hayo katika kikao cha wadau kuhusiana na mazingira salama kwa wanawake kushiriki chaguzi mbalimbali hapa nchini Tanzania. Wale ambao wana potential za kugombea tuanze kwanza sasa. Baada ya vikao vingitu, tunawaita wao tu wale potentials, ila mimi niseme nao, ni wape ujasiri na tutafanya mpaka hatari heso ya jinsi ya kusema mbele za watu ungejua tunasemaga watoto wa shule wanafaulu wakipewa mitihani mingi, si wanafaulu kwa sababu wanakuwa wameshazoea karatasi ya mtihani. Sasa hawa kina mama ambao wanaenda kugombea wakisha wakishaendelea kuzoea hadhara kama hii, kusalimia, kusema kwamba yeye atafanya nini, lazima tuwakague kwamba je, ameshaenda kufahamu matatizo ya kule kwake? Je, atayatatuaje? Atuambie sisi kama ndio wagombea wake. Lazima tufanye mpaka riheso, yaani haya maswala sio masuala madogo, ni masuala mazito. Ametumia jukwaa hilo kuwapa mbinu za kujikwamua kiuchumi wanawake. mzima wa kutafuta uongozi. Kwa hiyo wanawake niwaambie, kuanzia leo hakikisha una vyanzo vyako visivyopungua hivyo vitatu, vyanzo vyako vitatu, unafuga kuku, unalima na kale ka kibakako kengine umekata kwenye UTT UTT, inaendelea kufanyaje? ukuingizia kahela kila siku manakeutiti nazaa kila siku, na kwene ingine ambayo unapewa ile faida yako kila mwezi, na kuna ingine ambayo hupewi faida yako, utapewa faida yako ile siku ambayo unataka kutoka. Aidha kwa upande wake mwandaaji wa kikao hicho Irene Baichumila ambaye ni afisa maendeleo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Singida anatueleza lengo la kikao hicho. Lengo kuu la kikao hiki ni kuhamasisha mazingira salama kwa wanawake wagombea na kuhakikisha kuwa wanawake wana nafasi sawa, uhuru na salama ya kushiriki kikamilifu katika uchaguzi bila vitisho, unyanyasaji au vikwazo, ili kuimarisha uwakilishi wa kijinsia na demokrasia jumuishi. Ah, mheshimiwa mgeni rasmi, tunaweza tukajiuliza ni kwa nini mazingira salama katika uchaguzi na kwa nini tumelenga wanawake? tunafahamu kwamba uwakilishi wetu bado ni mdogo. Uwakilishi wa wanawake katika vyombo vya maamuzi ni bado mdogo, kuanzia ngazi za chini, hata katika kamati zile ambazo zipo katika ngazi ya kijiji, uwakilishi bado ni mdogo. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo tutazijadili kwa kina. Naye mkurugenzi wa taasisi ya uwezesha wanawake Happy Francis amesema kuwa namna walivyopokea maelekezo ya katibu tawala. Tunaahidi kwamba haya yote uliyotupatia mheshimiwa mgeni rasmi, tumeyachukua na tutayafanyia kazi kwa vitendo, kama ulivyosema na sio kwa nadharia.